media the home of military analysis. Hapa utapata kufahamu teknolojia za kijeshi makombora ya aina mbalimbali na migogoro inayoendelea kote ulimwenguni. Leo nimekuletea ndege hatari kutoka nchini Marekani inayofahamika kwa jina la B-2 Spirit ama stealth bomba, ndege ambayo haionekani kwenye rada yoyote ile duniani. Kumbuka, ndege hii ndiyo iliyofanya mashambulizi kule Iran katika vituo vya kurutubisha uranium vituo vya Natanz, Fordow na Isfahan. Ndege hii ni hatari kabisa. Je, unaifahamu ndege ya B-2 Spirit, ama stealth bomba ndege ambayo haionekani kwenye rada? Je, unataka kujua teknolojia yake, iliundwa lini, na je ufanisi wake upoje na jinsi inavyojihami katika ulimwengu wa kivita? Basi karibu ungana na mimi upate kuifahamu ndege ya B-2 Spirit ama stealth bomber ndege isiyoonekana kwenye rada, ndege hatari kutoka taifa la Wamarekani. Historia na nguvu za ndege ya kivita aina ya B-2 Spirit. Karibu tuiangazie ndege ya B-2 Spirit. Mnamo mwezi Juni mwaka 2025, dunia ilishuhudia hatua ya kijeshi ya kipekee iliyoweka historia mpya katika vita vya anga na teknolojia ya kivita. Ndege za kivita aina ya B-2 Spirit kutoka Marekani ziliongoza mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya vituo vya kurutubisha nyuklia vya Iran ikiwemo Fordow, Natanz na Isfahan. Ndege hizi zisizoonekana kwenye rada zilitua kwenye anga ya adui bila kufahamika, zikarusha mabomu yenye uzito wa tani kadhaa na kuondoka salama bila hata mfumo mmoja wa ulinzi wa Iran kugundua uwepo wao. Tukio hili si tu liliashiria hatua kubwa katika mvutano wa kisiasa kati ya mataifa haya bali liliweka wazi kwa mara nyingine uwezo mkubwa wa B-2 Spirit. Ndege ambayo haionekani kwenye rada yenye uwezo wa kuruka kwa masafa marefu na kubeba silaha nzito zaidi duniani. B-2 Spirit, maarufu kama ndege isiyoonekana au stealth bomba, ni mojawapo ya miradi ya siri na ya gharama kubwa zaidi kuwahi kutekelezwa na jeshi la anga la Marekani. Ilianza kutengenezwa katika miaka 1980 na, na kampuni ya Northrop Grumman kama sehemu ya mpango wa kulinda taifa dhidi ya tishio la silaha za nyuklia kutoka Urusi wakati wa vita baridi. Ndege hii iliundwa mahususi kwa lengo la kuingia katika anga za maadui bila kugundulika na mfumo wowote wa, wa rada. Kwa miaka mingi muundo wake wa kipekee ulifichwa na ni hadi mwaka 1988 ndipo umma wa dunia ulipoweza kuona picha yake kwa mara ya kwanza. Ilianza kutumika rasmi kijeshi mwaka 1997. B-2 Spirit ina umbo la pembe tatu linalofanana na bawa kubwa lililo na ukingo laini. Muundo huu unajulikana kama flying wing, mabawa yanayounda ndege nzima bila fuselage au mkia. Mbali na kuvutia kwa macho Muundo huu unasaidia katika kupunguza mwangaza wa rada ama rada signature hali inayoifanya iwe vigumu kugundulika hata kwa teknolojia ya hali ya juu ya mawasiliano. Kwa kutumia vifaa vya kunyonya mawimbi ya rada na mipako maalum inayoficha joto linalotoka kwenye injini zake, B-2 Spirit inaweza kupita karibu kabisa na mifumo ya rada bila kugundulika. B-2 Spirit ina uwezo wa kubeba silaha nyingi za kawaida na za nyuklia. Ina uwezo wa kubeba zaidi ya tani 18 za silaha, ikiwa ni pamoja na bomu za kuharibu maboma banka busta kama vile GBU-57 massive ordnance penetrator ama MOP, bomu lenye kilo 13600 linaloweza kupenya zaidi ya mita 60 ndani ya ardhi kabla ya kulipuka, makombora ya kisasa yenye mwongozo wa GPS, bomu za nyuklia zenye mwanga mdogo au za kistratejia. B-2 Spirit inaweza kuruka zaidi ya kilomita elfu kumi na moja bila kujazwa tena mafuta. Kwa msaada wa ndege maalum za kujaza mafuta angani, inaweza kusafiri umbali usio na kikomo, jambo linalofanya iweze kutoka mishori Marekani hadi Irani na kurudi bila kutua mahali popote duniani. Katika mashambulizi zidi ya Iran, bidash mbiri spiriti ilionyesha uwezo wake mkubwa wa kupenya anga la adui bila kugunduliwa. Mfumo wa ulinzi wa anga wa Iran ulijumuisha rada za kisasa, makombora ya ulinzi wa masafa marefu na mitambo ya kisasa ya kujilinda, lakini hata hivyo B-2 Spirit ilifaulu kupenya hadi ndani kabisa ya anga hiyo. Ndege hizi zilitua kimya kimya usiku wa manane, zilitoa mabomu yao kwenye maeneo ya kina kirefu yaliyojengwa ndani ya milima na kuondoka bila hata mfumo mmoja kugundua au kujaribu kuzuia mashambulizi hayo. Miongoni mwa silaha zilizotumika katika mashambulizi hayo ni bomu la MOP, mojawapo ya silaha za kushangaza zaidi kuwahi kutengenezwa na mwanadamu. Bomu hili lina uzito wa zaidi ya tani 13 na lilitengenezwa mahususi kwa kuvunja bunkers zilizojengwa ndani ya milima au chini ya ardhi ambapo silaha za kawaida haziwezi kufika. B-2 Spirit ndio ndege pekee inayoweza kubeba na kurusha MOP jambo linaloifanya kuwa na nafasi ya kipekee katika mashambulizi ya kiistrategia dhidi ya maadui waliolinda miundombinu yao ndani ya ardhi. B-2 Spirit haina silaha za kujilinda kama makombora ya kujihami, bali inategemea uwezo wake wa kuto kuonekana ili kuepuka hatari. Mfumo wake wa ushambuliaji unatumia teknolojia za hali ya juu za GPS, rada za chini ya mwanga na vifaa vya kuongoza ndege kwa usahihi wa hali ya juu hata katika hali ya giza au zoruba. Ndani ya ndege kuna rubani wawili, lakini kazi nyingi hufanywa na kompyuta zinazosaidia kudhibiti utulivu wa ndege kutokana na muundo wake wa kipekee wa flying wing. Kwa gharama ya zaidi ya dola bilioni mbili kwa kila ndege moja, B-2 Spirit ni miongoni mwa vifaa ghali zaidi vya kijeshi duniani. Licha ya gharama yake kubwa, Marekani imeendelea kuihifadhi kama silaha ya mwisho ya kuhakikisha usalama wa taifa lake na kutuma ujumbe wa wazi kwa maadui wowote wa wanaotishia amani ya kimataifa. Katika tukio la Iran, matumizi ya B-2 Spirit yalionyesha wazi kwamba Marekani iko tayari kutumia silaha zake za hali ya juu kuzuia kusambaa kwa silaha za nyuklia au tishio lolote dhidi ya usalama wake au washirika wake. Ingawa ndege hii imekuwa ikitumika kwa zaidi ya miongo miwili, bado haijapitwa na wakati. Marekani imeendelea kuiboresha kwa kutumia teknolojia mpya, na kwa sasa inashirikiana na mradi wa ndege mpya wa kizazi kijacho itwayo B-21 Raider, lakini mpaka sasa B-2 Spirit ni bado nyota wa anga ya kivita duniani. B-2 Spirit si tu ndege ya kivita bali ni alama ya uwezo wa teknolojia, usiri na ushupavu wa kijeshi. Kwenye mashambulizi dhidi ya Iran ilithibitisha uwezo wake wa hali ya juu wa kuingia maeneo ya hatari, kushambulia kwa usahihi mkubwa, na kurudi salama bila kuacha alama yoyote. Ni ndege ya karne hii iliyoundwa kwa ajili ya vita vya kesho. Na imani umeifahamu ndege ya B-2 Spirit ama Stealth Bomber kutoka Marekani. Ndege hii ndiyo ndege hari zaidi duniani ambazo zinamilikiwa na jeshi la Marekani. Hakuna jeshi lolote ambalo linamiliki ndege ya bei hari kama hii. Basi subscribe like na share makara hii, tukutane katika makara nyingine inayokuja. Tutakuletea hapa mambo kadha wa kadha kuhusu teknolojia za kijeshi, makombora, miundombinu ya kijeshi na migogoro kote ulimwenguni. Kumbuka MGN Media, the home of military analysis. bye bye.